Hata matajiri karibuni jamani. Sawa. Yaani ninyi na sisi ni sawa. Yaani tofauti yetu sisi na ninyi, ninyi mmeenda ofisini na mnabinua kompyuta, mnabinua kompyuta, mnawasha data, ila sisi tukiingia kazini naji

ni mnyama kama wanyama wengine sawa. Bora mimi naseme hivi, mimi mnajua, kama huyu anaishi na tunda, sina fahamu.